Namshukuru Mungu uh, kunipa uzima mpaka sasa ni jambo e, kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amekuwa mwema toka mwaka elfu mbili na kumi na nne uh, mwezi wa kumi nilianza masomo kwa maana ya digrii ya kwanza udaktari. Haikuwa safari ndogo sana lakini ninamshukuru Mungu, amekuwa mwema sana. Na wakati ninaanza kusoma sikujua kama nitakuja kumaliza masomo yangu nikiwa naishi Dodoma. Sikuwahi kuwaza hivyo, nilijua nitakuwa kule kwetu Mtwara ambako tulikuwa tumeshazoea. Lakini namshukuru Mungu, toka nimekuwepo hapa kanisani Mungu amekuwepo upande wangu, amenipigania sana na tulifanya mtihani tukamaliza, tukafaulu vizuri. Ninamshukuru Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana tukiwa sasa tumemaliza tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kufanya mafunzo ya wanaita, mafunzo ya utiari kwa Kiswahili, mafunzo ya utiari au kwa lugha nyingine tunaita internship. E, mchungaji akaniambia usiombe, twende kwanza Malawi. Nikawa najiuliza sana, sasa nikienda Malawi nitarudi muda umeshapita. E, na sikupita nikamwambia sasa, mchungaji lakini tukienda Malawi muda utakuwa umeshapita lakini nashindwa kumwambia kwamba mimi sitaenda Malawi kwa sababu alikuwa akisimama madhabahuni anasema, Shireka tutaenda na wewe sasa. Ninakosa nguvu ya kusema mimi, mchungaji, naomba unitoe kwenye listi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alinisisitiza akasema, twende. Kweli tuliondoka Malawi na muda wa kuomba uliisha ikiwa Malawi. Kwa hiyo niliporudi, dirisha lilikuwa limefungwa kabisa na ni sheria kwamba inabidi nisubiri mwezi wa pili mwakani, lakini tuliporudi tukasema sasa, tunafanyaje mchungaji, pa kuanzia? Tukawa na pa kuanzia, lakini hapakuwa na matunda mazuri. Lakini baadaye tulisema tuombe Mungu, na mchungaji akaniambia, nenda kule kwa msajili ukamwambie kwamba ulichelewa tu. Sasa nikajua kwamba ukienda kule, wale watu kwanza ni sini ya kwaa kwa hiyo na mimi ni junior kabisa, hata wataniona mimi mpumbavu, daktari mpumbavu kabisa, nisijali masuala ya, ya kisheria so. Lakini kwa sababu mchungaji amesema niende, nikamwambia mke wangu mimi leo naenda kule Milembe, ofisi zilipo. Nikaondoka nikachukua pikipiki mpaka Milembe. Nikafika pale, nikaingia kwenye ofisi ya yule mtu wa IT ambaye anashughulika. Nikamwambia habari za asubuhi salama, anasema unatusaidia nini? Nikamwambia samahani, mimi nimechelewa kuapply

wa Mungu kwa sababu a nitendea mema. Kwa hiyo nikaenda nikafanya application sasa, nikawa wamesema nafasi zimejaa, itabidiwene Singida. Kwa hiyo nimeenda Singida nimeripoti, na nikasema, nikafanya maandalizi ya mwisho, lakini wakaniambia baijanga, tutakurudisha Dodoma. Kwa hiyo ninaamini kwamba kulingana na taratibu zetu za afya zinataka mtu uwe makini sana kwa kila jambo ambalo linakuwa limewekwa. Sasa nilikuwa nimeyumba kidogo, kwa sababu niliona mimi nimekuwa sio mtu anayefuata taratibu, lakini namshukuru Mungu ameniimarisha katika hilo.